Uzinduzi, uzinduzi, uzinduzi. Ni siku ya pekee tuliyoisubiri tangu muda mrefu, siku ya tarehe 27 sasa imewadia uhum, ambapo kwaya ya wadtis wa Adventista Sabato Nyamoko inakuletea utambulisho wa pekee wa albamu yao namba 2 itakayoenda kwa jina la Tenda Bwana

Tenda Bwana. Na tukio hilo la pekee litafanyika katika viwanja vya kanisa la Waadventista wa Sabato Nyamoko. Unakosaje? Itakuwa ni siku ya Jumamosi, kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa kumi na moja jioni, na kwaya mbalimbali mbali zimealikwa kutoka nje na ndani ya wilaya ya Serengeti, zitakuwepo kusindikiza tukio hili la pekee. Wanaoalikwa ni akina nani? Na sisi sote tuna osikia sauti hii tunaalikwa kujumuika pamoja katika tukio hili la pekee katika viwanja vya kanisa la Waadventista wa Sabato Nyamoko. Ndiyo, ni Nyamoko. Kumbuka, ni tarehe ishirini na saba mwezi huu, siku ya Jumamosi, kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa kumi na moja jioni. Karibuni nyote katika ibada hii ya pekee <laughs>